Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mkemia mkuu wa serikali Profesa Samuel Manyele amesema sampuli zilizopimwa ubora wake ulijitosheleza, isipokuwa uwiano wa ujazo ulikuwa tatizo. Vilivyofanyika ni kwamba viroba vingi vilikidhi viwango vya ithano vilivyomo, lakini tatizo kubwa ambayo lijitokeza kwenye vipimo vyetu ilikuwa ni uwiano wa ujazo na aina ya plastiki inayotumika, lakini vile vile uwezekano mkubwa wa zile plastiki kuwa recycled, kwa maana ya kwamba plastiki ambayo imeshatumika kuweka kiroba baada ya matumizi ikarudishwa tena kwa ajili ya matumizi mengine. Kwa maana hiyo, tuligundua baadhi ya plastiki zina matobo ambayo yalishatumika mwanzo, lakini kuna matobo mengine mapya. Kwa hiyo tulikuwa tunashauri kwamba ishu hii ya viroba katika hali halisi ya matumizi ya ethanol ni swala ambalo sisi tutalisimamia kuhakikisha kwamba pombe nyingine zote zinakizi vigezo kama vile ambavyo vimewekwa na taasisi nyingine. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya chakula na dawa TFDA, bwana hiti silo, mbali na kueleza madhara waliokuwa wanapata watumiaji, amepongeza hatua ya serikali iliyochukua na kuongeza kuwa itasaidia kwa kiasi kikubwa kuokoa nguvu kazi ya taifa. Pale ambapo viroba kwa mfano vina kiwango kikubwa cha methanol, kemikali ambayo inaitwa methanol e, kuna, kuna ushahidi wa kisayansi kwamba inaweza ikasababisha upofu e, evidence hiyo ipo, ushahidi upo. Lakini pia ukitumia kwa muda mrefu pombe kali kama hizo, hasa kwa rika zote hizo ambazo zinahusika, basi kuna athari pia kwenye ini, na mnafahamu kwamba maini yana mchango mkubwa sana katika ku kuharibu sumu detoxification pale ambapo mtu ametumia sumu kwayo. Kwa hiyo pale ambapo ini imekuwa dhaifu, basi unapopata eh, madhara ambayo amesababisha sumu, basi ni rahisi sana ku, kuathiri na hata kupoteza maisha kwa sababu Ini, ini pape, ini. Sasa, serikali imesema viroba hivyo vimehifadhiwa hadi pale itakapotoa taarifa nyingine na wale ambao walikutwa na makosa mbalimbali ikiwemo kutolipa kodi, kukosa vyeti vya mazingira, hasa wenye viwanda watafikishwa mahakamani ambapo agizo la kupiga marufuku utengenezaji na utumiaji wa viroba ulitolewa na Waziri Mkuu Mheshimiwa Kasim Majaliwa.